Kutoka mkoani Bukoba tuelekee kule mkoani Singida ambapo watoto wawili wa wenye umri kati ya miaka sita na chini ya mwaka mmoja huenda wakalazimika kuondolewa sehemu zao nyeti kutokana na, na sehemu hizo kuoza baada ya kutairiwa katika vibaya kwenye mazingira machafu na hivyo kusababisha sehemu hizo kuoza. Mwanahabari wetu Leonard Manga ana taarifa kamili nikiliona maumivu siku na mchana kwa watoto hao toka watailiwe na wamefika hapa katika hospitali ya mkoa, baada ya mtu aliyewafanyia tohara watoto hao Rajabu Huseni, mhudumu wa afya mstaafu, utaalamu wake kufika kikomo. Tukio hili aina yake likamfanya mganga mkuu wa manispaa ya Singida John Mombeki kuanza kumsaka mzee huyo na kufanikiwa kumpata akiwa amejilaza chini ya mti akila pensheni yake na shughuli yenyewe ikawa hivi Kanda. Jitihada za kuchukua vifaa hivyo ziligonga ukuta baada ya mzee huyo kuweka ngumu na akionyesha jeuri ya wazi. Mpaka alipotishiwa kuitiwa polisi, ndipo akatii amri na kutoa kasha alilokuwa anawekea vifaa hivyo, ambapo pia ni makazi ya panya hivyo akachukuliwa hadi hospitali ya mkoa ambapo mama wa watoto hao walimtambua na kueleza kile kilichotokea. Kama ameshataja jina sina kubali. Alimtairiwa, alirudi nyumbani, nikamgundua kama ana uvimbe ndani ya tumbo, tumboni chini ya kitovu. Nikampeleka kwa daktari Rajabu. Akaenda kurudia, akaenda kurudia kwenye kliniki, akaingiza mkasi kwenye njia yake ya kutolea ya mkojo baadaye akamkamua kwenye ile uvimbe mkaje ukatoka. Mazingira ya pale yanapofanyia ni nyumbani kwake kwanza, alafu anafanyia, hana chumba maalumu, ina maana anafanyia tu uani ameweka tu kakimeza tu cha jabu jabu kidogo dogo ndipo anapomlaza mtoto pale na kuanza kumfanyia. Ernest Mgeta ni mganga mkuu wa mkoa wa Singida: tendo lenyewe limefanyika ni sehemu ambayo sio safi, ina inatokea, hali ya mtoto hali ya mtoto ni mbaya, kwa hiyo madaktari wanachokifanya sana sana hapa ni kuokoa maisha ya mtoto. Naye mganga mkuu wa hospitali ya shepo ya mgangapu mkoa wa Singida anadai kuwa hakuna namna yoyote ile, lazima watoto hao wapoteze viungo vyao nyeti uua atabakia na sehemu ya umma. Harakati hizo za mganga mkuu wa manispaa ya Singida hazikuishia hapo, ambaye atumia muda wake wa well, uh, uh, ziada kufanya shughuli hiyo nyumbani kwake. Okay, okay, okay. Wako wengi ambao wameshapata madhara kama haya au ni wawili tu, lakini kwa kipindi cha mwezi mmoja ambayo amepata matatizo kama hayo ni zaidi ya sita. Tayari kwenyewe kuna taratibu zake na kuna sehemu ile tunayotoa, lakini imeenda mpaka imekatwa sehemu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo hapa kuna hatua nyingine zitafuata. Wao walihusika na hili, kwa hiyo ndio tuko nao hapa naifuata amechukua kutoka hapa Singida Memele Manga wa TBC.